Ndio mtu wa Mungu, ndio mimi ninamsamehe huyu kwa sababu ni mdogo sana mm. Eh? Sawasawa na watoto wangu nimeshawambia, nime kwamba nimepoteza watoto nane, sasa hivi nimebaki na watoto sita. Eh? Kwanini mimi sihurumiwe? Sasa la mwisho, kauli yangu ya ya mwisho, huyu anawashauri mmoja, mkubwa wa kwanza ni mjomba wake, alimpiga mme wangu kesi ilishia kituo cha polisi sijui ilikuwa haijaisha. Hapo ndipo mume wangu alipofia humo humo kati kati, ndio waliofanya mipango ya kumleta huyu, akaolewa na mtoto wangu. Sasa mimi namsamehe huyu, lakini akitaka kuendelea kupata ushauri wa watu wapumbavu, nanyosha mikono. Mimi ninajitunza, ila linalo niuma linalo niumiza ni, ni watoto yatima hawa hawa watoto yatima wanafundishwa tabia mbaya, hata mimi bibi yao hawanijui, hawanisalimii. <laughs> Unaliona hilo sasa, hilo ndilo tunataka tufute washauri wa pumbavu, tuache tupate washauri wa Mungu. mm -hmm. Mimi ni mtu wa Mungu, nyamwiza difikati atioro aidu lakini wapumbavu, achana nao. Mjomba wako ingoa Mwangalie mm. mm. <laughs> mm. so. mm, Kama Mungu alivyotusamehe sisi wakosefu wa kila siku. Waga unaenda kumwona bibi? mm. unasoma darasa la ngapi? mm. Kwa kwanini waga uendi kumuona bibi? <laughs> hmm? Unaitwa nani? Dorika. Sasa, Dorika, leo tumekuja hapa, kulikuwa na migogoro kati yako na mama yako na bibi yako si ndio? Sisi kama wa, watu wa msaada wa sheria wa mama Samia tumewapatanisha bibi yako na mama yako. Kwa hiyo kuanzia leo utakuwa unaenda kwa bibi yako kumsalimia sawa? Na utakuwa unaenda na kumchotea maji siku za wikendi ambazo wendi shule, unaenda kumchotea bibi maji, unamfanyia usafi kwenye nyumba yake unamfuria na nguo eh, e. um, e. Unaenda unamsalimia e. bibi, mnaongea na bibi, umesikia e. mama? Na wewe nawaruhusu na uambie wadogo zako kwamba mki... hmm. siku za weekend mkienda kanisani, mnaenda mnapita kwa bibi mnamsalimia, si ndio? Eh, huyu ndo bibi yenu, ndiye aliyebaki baki, babu yenu ameshafariki, baba yenu amefariki, kwa huyu ndio mzazi wenu aliyebaki baki, ndo damu yenu, umesikia Dorika? hmm. e. Ndo hilo tulikuwa tunataka tuje tukuambia hapa, na we uone kwamba mama wako ugomvi wake na mama mkwe wako umeisha. Huyu ni bibi yenu, sawa eh? Basi ndio maana nimesema mirathi yangu itatoka baada ya mimi kufariki. Ndio mama. Mm. na huko sahihi kabisa na ni kisheria kabisa eh, huko huko sahihi, mirathi inatoka baada ya we mmiliki kuondoka duniani. Jina langu naitwa Juston Bonabana Joni wa kijiji cha Burungura Nilikuwa na mdai mwenzangu ambaye nilikuwa nimemkopesha hera ambaye jina lake naitwa Mrashani Ielembo wa kijiji cha Bihanga. Sasa leo tumelidhiana anipe hera zangu, lakini nimempunguzia shilingi. Kati ya shilingi uh, milioni moja, nimpunguzia shilingi laki nne, alipe shilingi laki sita. Pesa hizo ameahidi kulipa tarehe ishirini na sita, sita mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwanza ni mshukuru mheshimiwa Samia, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa kuleta hii kampeni hii kampeni. Kwa kweli ni nzuri sana, imetukomboa ime imekomboa ime ime haki yangu inatetea ina inatetea watu wa, wa chini inajua shida za watu. Hii kampeni kwa kweli nimeona, kwa kweli mheshimiwa rais aendelee kuweka hii kampeni, ili sisi na sisi tuwe tupate vitu vyetu ambavyo vimekwisha nyanganywa. Namshukuru, mshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuileta hii kampeni. Hii kampeni ni nzuri sana, imenisaidia kumpata mrashani ili kumaliza migogoro yangu, na yeye anaitwa Mrashan Yerem Phineas. Nilikuwa nadaiwa na ndugu Jaspan wa Ntungam, hivyo ninashukuru hii kampeni ya mheshimiwa rais Samia Suluhu, nimeweza kumaliza mgogoro huu. Ninashukuru sana make ulikuwemo na siasa nyingine isingeweza kumalizika, lakini kwa, kwa Samia imewezekana namshukuru sana mheshimiwa rais naenda kumlipa tarehe ishirini na sita